Na kitu kipya lazima tuwaite tuweze kuwafahamu mbele uh, yenu kama ambavyo unaona, na ndugu zetu kutoka SportPesa wao ni wadau wetu wakubwa. Mnafahamu SportPesa Tanzania wanafanya nini? Wao ni wadau wakubwa katika masuala ya betting na wanaongoza kabisa katika masuala hayo. Wao wana umahiri uh, mkubwa sana. na pia tunafahamu kuna vitu vingi, kuna michezo mingi ambayo wanaweza kubeti kupitia simu yao, na sisi kama Airtel kupitia huduma yetu leo tumekutana hapa kufanya ubia huu ili kuweza kuamgarisha Watanzania zaidi. Tunataka kuwaletea Watanzania kitu kipya kizuri, badala ya kuwa sasa wanakuwa uh, wanakwenda kwenye vibanda umiza kwenda kubet. Sasa unakuwa mobile, unafanya vitu vyako vyote mkononi. Kwa hiyo bila kupoteza muda, naomba nimkaribishe Isack, yeye ni mkurugenzi wetu wa masoko, alafu baadaye nitamkaribisha mkurugenzi uh, wa SportPesa ndugu uh, yetu kaka yetu uh, Bastarimba. Uh, ili uweze kutueleza machache. Mimi naitwa Isack Nchunda, ni mkurugenzi wa masoko wa Airtel Tanzania na kama ilivyo uh, inavyofahamika kwa wateja wetu na Watanzania kwa ujumla, leo uh, Airtel pamoja na SportPesa kwa namna ya pekee tunazindua huduma kabambe kabisa katika msimu huu wa soka, na kama mnavyofahamu wadau wa soka nchi nzima, ni kwamba SportPesa ni mdau mkubwa wa soka na Airtel ni mda, mdao wa mtandao wanatoa wa, huduma za mtandao. Kwa pamoja tumeweza kuzindua promotion moja kabambe katika msimu huu ambayo itamwezesha mteja wa Airtel Money aweze kupata huduma za SportPesa a, katika kipindi hiki cha soka na pia kuweza kupata michezo mbalimbali. Kwa ushirika huu tutamwezesha mteja sasa asiende kupata huduma za kubeti kwenye vibanda, akiwa na simu yake ya Airtel Money ataweza moja kwa moja kujipatia huduma hizi za soka popote alipo, na kwa namna ya pekee tunampatia uh, promotion sasa ambayo itamwezesha yeye kujishindia zawadi mbalimbali endapo anatumia mtandao wa Airtel na huduma ya Airtel Money na pia kupitia SportPesa. Kwa hivyo basi, tunasema kwa leo tunazindua promotion uh, kwa wateja wetu inayoitwa Amsha Amsha na Airtel Money shinda na SportPesa, Amsha Amsha na Airtel Money shinda na SportPesa. Ni promotion ambayo itamwezesha mteja kuweza kujishindia zawadi mbalimbali ambazo wenzangu wa SportPesa watazielezea kwa kirefu, na tutaweza kwa pamoja kuwawezesha wateja wote kufurahia soka letu na kuweza kufurahia michezo mbalimbali wanapokuwa na huduma za mitandao mtandao wa simu wa Airtel pamoja na SportPesa. Ili uweze kucheza katika platform zetu lazima uwe na mobile wallet yeah na mobile wallet inakuwa created inakuwa inatengenezeka pale ambapo e, mtumiaji wa Airtel Money anaweza kuweka fedha katika account yake, na sasa sisi hapo ndio tumeingia. Sawa, tunaingia kuona kwamba huyu huyu mteja wa Airtel Money anafaidika zaidi. Kivipi? atafaidika kwa service za Airtel Money ambazo ni seamless, hazina matatizo. Sasa na sisi tunasema huyu ah, bwana afaidike kwenye promotion maana yake ni nini? Aweze kutumia mfuko wake wa Airtel Money kuweka bet kwenye platform zetu, na kwa kitendo hicho cha kufanya hivyo peke yake kitamfanya aweze kufaidi vitu vitatu, naweza nikasema vitu vitatu. Kitu cha kwanza, uwezo wa kuweza kutumia eh, mtandao wa Airtel Money katika kuweka na kuondoa fedha, lakini papo hapo akaweza kucheza kubahatisha, eh, na kutumia skill zake kuweza kubashiri E, michezo mbalimbali ambayo tunaitoa katika fixture zetu, lakini tatu promotion ambayo itampa zawadi, kuna TV, kuna decoder na kwa wale wenzangu wapenzi wa Yanga, wapenzi wa Simba wataweza vile vile kujishindia jezi e. Kama wewe kama we ni mpenzi wa Yanga kama mimi, utajikuta uta, uta, uta, uta, unashinda una jezi ya Yanga na, na tiketi ya kwenda kuangalia mechi ya Yanga na kwa wale ambao ni wapenzi wa Simba watashinda jezi no, no, no, no, na kupewa jezi za Simba na vile vile kuweza kupata tiketi zitakwenda kuangalia mechi za Simba. Sasa utaona kwamba promotion nzima inajenga kumfaidisha zaidi mteja wa Airtel, na hapa ndipo unapoona kwamba partnership yetu no, no, no, linavyojitokeza kwa nguvu sana oh, na, okay, na nyo, e, e. Kwa hali hiyo sisi labda tuwezi kusema kwamba katika msimu huu Eh, ambao ni tunaweza tukaita ni low season. mm -hmm. Yeah. Lakini bado kuna mechi nyingi zinachezwa mechi ambazo ziko very interesting yeah. Na ni mechi ambazo watu wakahitaji skills sana katika kubashiri matukio yake, hivyo ni wakati mzuri wa kuweza ku reward kuweza kuwapa sasa zawadi watumiaji wa Airtel waweze kusikia na kujisikia fahari. Kwa nini wanatumia Airtel? Manake wakitumia Airtel kuna ufahari <coughs> wa aina fulani.